yule sasi amechapwa bana. Yule sasi amechapwa. kuja kuja, hii forest nayo bro. Unaona hii forest bana, huu Rafu pia anatupia kazi ngumu bana, yeye ameambiwa tu na mtumi vizuri asilale huko, asikawie eh. Sasa mm. me hao watu wakamshika. Sasa tunaenda kumpata wapi eh, Kameraman ingia hapa, tuna kumpata wapi? Mtume alisema vizuri, asikawie huko ha. Sasa wewe swara kiasi, nani hapa? Wewe unajua huko, niko na rungu, uko na rungu huko na huko nyuma ba Angalia angalia, setimanini una, una kaka kwa. Kuja kuja hivi, hivi na angalia, angalia anaweza kuja hivi, kimbia kimbia. Mimi sijui. Sasa ndio tunaangalia mtume umejua. Hmm. Mtume ndiye akisema mali specific umejua baada tujaambiwa ako wapi exactly? Hmm. Bado jua kuna wapi exactly? Ni kutafuta tafuta, no, unaelewa? Ndio tafuta. Eh. Sasa kwa hapa tunatafuta tujui ako na wapi. Si awali sema tuje kwa hii forest. Ya, alisema. Ni forest, ndio forest kubwa bro. Bila tembea vizuri kuna miba. Ha?

Majangili siji wanataka nga hadi na kuja kuja hivi, kuja bro, ana mutu cheki kam kam kam kidogo, dereka njoo hivi, kuja kuja kuja cameraman, kuja ndo wale cameraman ndo wale ndo wale wewe ndo cheki wao wewe kuja hapo wewe wewe wewe wewe shindwe Yesu Kristo shindwe shindwe simba ya Yesu Kristo.

Ukibaki hapo nyuma, wewe ushaua mmoja wao. Ukishikwa hapo, nakwambia ukimbia. Naenda polepole hapa, ni unasikia, ni forest ambao watu wameogopa, ila polepole kimbieni bana

Wewe ndio Mungu ambaye unaweza kutuonyesha njia yes. Kwenye mbako rafu liko oh, yes. Tuonyeshe njia. Njia kwa sababu yes, hey. Ndio Mungu, Mungu, yes, yes. yes, we. Hey. Mungu na Mungu oh, pekee oh. Yes, na hakuna aliye kama wewe. Wewe ndio Mungu na Mungu wa amani hakuna aliye kama wewe baba. Naomba yote na kuamini. Amen. Yes. Okay. Yes. Yes. <sighs> Eh, naomba yote na nakuamini. Amen. Hiyo sasa tunafanya aje? tuchukue. Anikaombe Jehova Jire, Mungu wa Israeli, ija mbele zako jioni ya leo Jehova. Tumeteseka kwa hii kichaka, tumeteseka kwenye hii msitu baba kutoka Jehova, masaa tulikuja huku baba. Nashukuru umetuongoza umetulinda, na damu ya Yesu Kristo baba, tumeona nguo ya Raf Jehova aliyovaa baba. Kuna li, dalili ya lisasi alichapo lisasi saba baba, inakuomba kwa heshima, Mungu aliye juu mbinguni, Mungu alimbaia dunia umpatie uhai, umlinde na Yesu Kristo mse tukampata. Wale, wale magari walituma kwa video, si ndio? Mm, ile kamba alifungwa nayo, ndio ile kamba alifungwa nayo na nguo. Twende, inanuka tu damu. Hawa tuka hapa, lazima tumpate. Hakuna kitu inaweza tushinda. Twende.